Tanzania iko kwenye kipindi kigumu sana, vijana wa Gen Z wameamua kuchukua hatua, na leo tunasikia kauli kali kutoka pande zote mbili, yaani Kenya na Tanzania. Baadhi wanasema hawana hofu tena, wengine wanasema wanasubiri kuona kama maandamano yatafanyika kweli. Lakini kabla ya yote, tuangalie ni nini kilisemwa mitandaoni kabla ya siku yenyewe ya Oktoba 29 kuwadia. Kwanza kabisa, kuna Mkenya mmoja ambaye hakuamini kabisa macho yake alipowaona Watanzania wakimkejeli Rais Samia kwenye challenge mpya ya mtandaoni. Swali ni moja tu. Je, yeah, hawa jenzi wa Tanzania wana ujasiri huu hadi barabarani au ni maneno ya TikTok tu, manjenzi wa Tanzania? hmm? manjenzi wa Tanzania kwani uoga ili watoka? hmm? uoga ili watoka? ama tu mtaanza kuza ama ama ama ni manjenzi wa Kenya walifanya hiyo challenge, walianza hiyo challenge, nani alianza? yeah? Huyo ni mama dhuluma, nafanyia hivyo ndio, hmm? <laughs> <laughs> limekutana na hiyo challenge hiyo mumefanya ya nywinywi, ebu panda hapa juu usaji, uandike nywinywi challenge by mama Samia. <laughs> <laughs> God, <have mercy. laughs> Kumbe sueiona watu wanaeza unaweza dhani watu ni wa, wapore no? hmm? Kumbe ni kunyamaza tu, wamenyamaza wakiamua kushambulia, <laughs> wanakushambulia vilivyo. Ulio ni dhulumu unafanyia hivyo. Haya hivyo, haya, haya acha tungoje kesho tuona kama mtafanya ile kitu ingine. Lakini sio wote walioshangaa. Kuna wengine kutoka Kenya walisema hawatakaa kimya. Mmoja wao kijana anayejiita Gen Z soldier alimwambia Rais Samia moja kwa moja ya kwamba kama walivyoahidi, wako njiani kutoka Kenya kuungana na Watanzania katika kile wanachokiita mapambano ya kizazi. Samia Suluhu, Samia Suluhu, ulisema kuna viumbe watatoka Kenya wakuja wafanye maandamano Tanzania siku ya kesho. Ndiyo, h kiumbe ya kwanza nimeshatoka, nakuja, I'm telling you the truth. Gen Z wa Tanzania mkuwe ready na I hope mko na notes. Samia Suluhu atataka kujua siri, ni kina nani? majirani wetu hawezi teseka na sisi, tuko hapa, mimi nakuja, nimeshatoka. Wakati hayo yakiendelea, baadhi ya, ya Watanzania walitumia ucheshi kuelezea maumivu yao. Huyu kijana wa Kitanzania alifanya skit fupi akielezea kile ambacho hawataki wa kuona kwenye matokeo ya uchaguzi, lakini nyuma ya ucheshi huu kuna ujumbe mzito kuwa wananchi wamechoka. Ndugu wa Tanzania, uh -huh. Ninachokiona uh -huh. ndicho nitakachokisoma. Tusikubali haya yafuatayo. Ni matokeo <laughs> ya mshindi uh -huh. wa ugombea uh -huh. wa kiti cha urais uh -huh. 2025 uh -huh. <laughs> Mshindi wetu ni eh. Ninachokiona ndicho takachokitangazamshindi wetu, wetu ni Suluhu. Na mwingine alionyesha upande mwingine wa maisha akisema biashara yake ya jeneza itachanua sana baada ya maandamano haya. Kauli hii imewagawanya Watanzania, wengine wanacheka, wengine wanasema huu ni utabiri wa maumivu yanayokuja. Jamani ndugu zangu, watu wa nguvu kama tulivyo amizana, siku ya kesho tutakuwepo wengi na naomba muwe wengi jamani, maana biashara yangu naona haiendi. Kwa hiyo muwe wengi, angalia mali zimelala tu, yaani zimelala. Naomba jamani muwe wengi jamani, na mimi angalau basi niuzepo jamani, eti muwe wengi, nawaombe jamani yani, eti na mimi tutakuwa wengi na mimi nitakuwepo, mimi nitakuwepo kama kupima saizi ya watu tu kuja kuchonga vimali hapa, kama mnavyo. Karibuni, angalieni, waoneshe waoneshe, angalia hapa, mali na kutosha au eh. Karibuni sana, eh, asanteni, good bye. Na kabla ya Oktoba ishirini na tisa, kijana mmoja kutoka Tanzania aliamua kuwapa wenzake somo muhimu: police state ni nini, na kwa nini anahisi Tanzania inaelekea huko. Maneno haya yamezua mjadala mkubwa mitandaoni. Ni uhalisia au ni propaganda? Police state, nchi ya kipolisi. Nchi ya kipolisi maanake nini? Yaani, katika mifumo ya kuendesha nchi duniani kuna mataifa ambayo yanakuwa yanaitwa ni police state. Kwa mfano, kwa East Africa kuna nchi moja ambayo ina ni kama police state, sitataja nchi gani kwa sababu mimi ni napita nchi nyingi sana, sijeni siku moja nikazuiliwa airport nikaambia wewe, mbona umetuambia sisi ni police state, unaweza kudhibitisha sasa nchi ya kipolisi maana yake ni kwamba polisi anaweza akakukamata. Hakuna, sio cha wakili, sio advocate. Sio <laughs> wakili, eti wakili anakuja polisi kwamba eti nimekukamata. Polisi yeye ni ke, po wakili ni kama tu wanaona kama tu hopeless kenge fulani ambaye anaweza kapoliza kamlamba vibao na hakuna mtu anakushtaki. Yaani polisi anakukamata ya anakuambia nitakufunga. Imagine polisi anakuambia nitakufunga. Sasa yeye ni jaji au yeye ni hakimu? Kwa hiyo mataifa na mnaio, ya namna hiyo yapo, na hasa ilianzia kwenye taifa la, la enza Hitler, wakati wa utawala wa Nazi miaka 1930 something huko, eh, iliyopita eh? wakati wa Nazi kwamba rais anakuwa na utawala fulani wa kipolisi yani, hakuna, hakuna, hakuna siyo mambo ya mahakama hakuna siyo mambo ya nini mahakama na, na, na siku zote kutaka kujua uimara wa taifa Stability of any country duniani, angalia judicial system, court zake court, court zake zimekaaje? Court nyingi unakuta uga zinashughulikaga na kesi ndogondogo -ndogo tu, vikesi vidogo vidogo vya kuku kaiba, sijui nini, kaiba mbuzi, kaiba pesa, lakini kuna kesi zile ambazo zinakuwa ni hasa kesi za kisiasa. Kesi za kisiasa nyingi sana ndio zinazoonyesha kwamba nchi iko ma iko na stability ya judicial system kiasi gani. Kesi za za kisiasa huwa zina zina nguvu. Kwa hiyo pale majaji saa nyingine majaji wana, wanaugua matumbo matumbo yanauma, kwa sababu wanajua hapa nikimwa nikiamua hivi hapa naweza kupoteza kazi, hapa nitanyanganywa gari mimi jaji nitakosa kazi, naenda kulima naenda kulima vitunguu Singida. <laughs> Kwa hiyo e, e, nchi sasa, nilikuwa siku moja kuna nchi mwenye toa Kazakhstan, Kazakhstan iko huko huko East Europe, ndani ndani kama unaenda Asia huko Kazakhstan, yaani ile ni police state, bala polisi ni kama Mungu, ukitania barabarani anaweza akakufunga, anaweza akuchapa viboko, hakuna cha sheria, hakuna cha polisi, ndio anabeba sheria. Hiyo Kazakhstan <laughs> Eeh, mimi nawafundisha nawapa nondo za kizakina international hizo. Za international wa kiprofesa. Kwa hiyo uh, katika kutengeneza mifumo ya nchi, eh? Eh, eh kuna nchi inaitwa Police State. Yaani eh, polisi ndio jaji, ndio hakimu, ndio kila kitu. Akikamata hakuna kuhoji. Ukienda pale sio wakili wakili anaweza akachapa viboko au vibao. Hakuna pa kushtaki, hakuna nini. <laughs> Lakini bado kijana huyo huyo siku mbili kabla ya tarehe 29 aliwasi wenzake ama Watanzania wenzake wasiuane tarehe 29. Imekaribia, tumebakiza siku mbili tu ifike tarehe 29. Naomba Watanzania tusiuane, tusiuane kwa sababu tukiuana haijalishi na, haijulikani nani atakufa haijulikani nani atakufa, na hakuna aliye salama zaidi, na hakuna ambaye ana garanti kwamba ikitokea fujo atakuwa salama. Kwa hiyo tusiuane kwa namna yoyote ile, maisha haya ni, ni mazuri sana.